Kuna mama mmoja yeye, tulikuwa tukiombaomba naye. Baada ya kusikia kilichonipata, alimwambia bibi, twende tukaishi kwake, yeye ana nyumba ya urisi. Ah, bibi hakupinga, tukaanza kulala walau kwenye bati. Baada ya miaka mingi kupita, asubuhi kama kawaida, tunaingia barabarani kuombaomba. Huu ulikuwa mwisho wa sehemu ya kwanza, na hapo ndipo tulikuwa tumeishia kwenye sehemu ya kwanza. Sasa tunaanza sehemu ya pili ya simulizi hii ya mrembo kipofu. Mimi langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapahapa Simulizi TZ. Jambo la msingi, usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Asante na tusonge basi. Bwana, tulikuwa tukiishi kwa mama yule, mama alikuwa anaitwa Mama Frenki. Yeye alikuwa na familia kubwa kweli alikuwa na watoto wakubwa mno. Mtoto wake mkubwa wa kwanza alikuwa anaitwa Frenki, yaani Frenki alikuwa ananizidi mimi tena mbali tu, lakini hakuwa anafanya kazi yoyote zaidi ya kushinda vijiweni. Alikuwa na binti tunakaribiana naye, lakini ajabu alikuwa na watoto wawili na wote wapo nyumbani tu. Alikuwa na watoto wa kiume tena wadogo wawili na mapacha tena wa kike wao walikuwa wana miaka kama saba hivi. Hapo alipo tena, alikuwa na mtoto mmoja mgongoni na anategemea maisha ya kuombaomba tu ili kulisha familia yake. Japokuwa tulikuwa tunaishi bure, lakini ilikuwa ni adhabu mno, tena adhabu mno kwetu, kwa sababu hela zote tulizokuwa tunazipata ilikuwa lazima tumpe Mama Frenki zote, akidai za kutumia hapo kwa ajili ya chakula na kuna muda ilifikia yeye hatoki tena, ni mimi na bibi, na tukipata pesa zote tunampa. Kuna siku tunakosa kabisa hela, tukirudi nyumbani mama Frenki alikuwa kitu, akitutukana tena sana huku anatuambia hapo sie tunaishi bure, kwa hiyo fadhila zake tusifanye ajutie. Frenki alianza tabia ya kuwa ananiita chumbani kwake Kawa ananishawishi sana tufanye mapenzi, eti kama nikikubali tutaishi kwa amani hapo mimi na bibi yangu, hata ruhusu niende mtaani kuombaomba atakuwa ananipa pesa yeye. Sikuwahi kukubali lakini nilikosa mtu wa kumwambia. Niliogopa bibi yangu, kama nitamwambia anaweza kuumia zaidi tena zaidi yangu. Nilichagua kukaa kimya. Mtoto wa yule mama ambaye tulikuwa tunalingana naye alikuwa anipendi hata kidogo. Muda wote alikuwa akinisema, tena akinisema vibaya tu. Nilikuwa na bibi yangu ndiye aliyekuwa shoga yangu. Siku moja usiku, nakumbuka, nilikuwa natoka chooni, watu walikuwa wameshaingia kulala. Nilishangaa navutwa mkono, kaa kimya. Ilikuwa sauti ya Frenki, hakika niliitambua, tena niliitambua vizuri sana kama ukipiga kilele na kubaka hapa hapa, moyo wangu ulipiga kwa nguvu, nikaogopa tena, niliogopa kweli. Yaani, kusikia neno kubakwa... Ah, nilijikuta nakosa nguvu kabisa, nilipatwa na uoga wa ajabu. Frenki alinivuta mpaka ndani kwake, akaanza kunivua nguo zangu tena haraka haraka. Nikawa namwomba, kaka Frenki, tafadhali usinifanyie hivyo kakaangu, naomba nionee mimi huruma, wala sitakuumiza, nafanya tu haraka haraka. Kuomba nakuomba nihurumie, usinifanyie hivyo. Nilikuwa nalia tena nalia mno, lakini wala hakujali tena, hakujali kabisa. Alinitoa nguo zangu, akanisukuma kwa nguvu kitandani. Chumba chake kilikuwa nje, tena cha peke yake, sijui hata kama sauti yangu sikujua kama inawafikia watu Ndipo nilipoongeza sauti kuita msaada, alinipiga ngumi ya mdomo, nilianza kusikia harufu za damu. Akaniambia kama nikitoa sauti tena, hakika atanikaba mpaka nife. Siku hiyo Frenki alifanikiwa kunibaka, nikawa na angaika, angaika. Mkono wangu uligusa ubavuni mwa Frenki, nilishtuka mno kugusa kitu kama kovu lililovimba kwa nje. Nilikumbuka vizuri kati ya watu waliotuvamia ile siku na wakanibaka, niligusa kitu kama hichi. Nilirudisha mkono tena, nikiwa nimetuliza akili yangu kuhakikisha kama ninachowaza ndiyo au nimechanganya. Nilijikuta nalia kwa nguvu tena, kwa nguvu mno, baada ya kuhakikisha ndiye huyu, huyu ni mmoja kati ya wale washenzi. Wakati huo aliinuka, akawa akasimama sasa unalia nini? Mtu mwenyewe hata sio bikra, binti mdogo, kazi umalaya tu. Alinitokomeza na maneno, tena maneno makali yaliyonitesa ndani ya moyo wangu. Mimi nilijizowazoa. Wakati huo huo mlango ulisukumwa kwa nje, nikasikia bibi akiniita, tena akiliita jina langu huku analia. Niliinuka nikamuwai bibi, mimi mwenyewe nilikuwa nalia sana. Mama Frenki akaanza kumpiga mwanawe Frenki, huku akimtokomeza maneno. Frenki anasema eti tumekubaliana na nimetaka mimi mwenyewe. Bianca, ni kweli bibi? aliniuliza huku analia. Hapana bibi, hapana bibi, hapana, bibi, sio kweli, kanibaka bibi, bibi, Frenki amenibaka mimi Jamani, kwa nini mimi tu? Nilijibu huku nalia tena, nalia mno. sio kweli! Wapi? wewe ulienda chumbani kwake kufanya nini, kama sio malaya tu nyo? yule dada yake na Frenki alinisema, huku akiwa anatoka nje. Nisamee Bianca, nimeshindwa kukulea mimi, nimeshindwa kukutunza Bianca, nisamee nimekuwa mlezi mbaya, labda nisinge kuchukua siku ile, ungelelewa na mtu mzuri, ungekuwa na maisha mazuri leo. Bianka wangu, bia Bianka, nenda mbali, nenda mbali, nenda mbali sana, katafute nafasi huko, nenda mbali, utapata maisha mazuri. bi Bianka, nisamehe na kufa ukiwa ujui wazazi wako, nisamehe Bianka. Nisamehe binti yangu wa pekee. Bibi, bibi, unaongea nini bibi? Nilishangaa maneno anayoyaongea bibi, hata siyaelewi. Nikaanza kumpapasa usoni mwake, maana tulikuwa tupo chini, bibi kakaa chini, mimi nimepiga magoti, alikuwa amenikumbatia. Ghafla niliona ananiachia kama nguvu zinamwishia nilipomshika usoni nilishtuka kuona anatoka mapovu bibi yangu huwa na presha inapopanda huwa anatoka mapovu mdomoni tena sana nilijua bibi kapata presha mama frenki naomba tumsaidie bibi yangu mama frenki msaidie una hela ya hospitali tukaita usafiri nilikaa kimya maana sikuwa hata na shilingi moja ndani zote huwa tunampa mama frenki Nilijifikiria kidogo huku nampapasa bibi yangu. Nilipotaka kuinuka ili nisogee kwa Mama Frenki nimuombe kwa magoti, bibi alinizuia: Bianca, usiniachie mwanangu, wewe ulikuwa binti yangu na sio mjukuu wangu Bianca, ondoka nenda mbali, furaha yako ipo na kupenda. tangu siku ya kwanza kukuweka kwenye mikono yangu, kila atakayethubutu kukugusa au kugusa mwili wako tena kwa ubaya au kwa uzuri nitamwadhibu na nafsi yangu. Kila atakayekushika kwa ubaya Mungu na amlaani, na alaaniwe kila aliyeumiza moyo wako. Bia, bia! Bibi yangu alianguka na kukaa kimya. Nilisikia mama Frenki akimwamsha, wee mele, mele, embu ita bajaji hapo haraka huyu asije kufia hapa sam. Nampeleka wapi huyu, kasha kufa? Yaani mama bwana, una hela sana au. Kauli ya Mele ilinifanya niishiwe nguvu tena, niishiwe nguvu kabisa, nikajikuta napoteza fahamu hapo hapo. Hii ni sehemu ya pili ya simulizi hii nzuri ya mrembo kipofu. Ni matukio mengi ya kusikitisha na yenye kufundisha ndani yake, katika simulizi hii nzuri yenye utamu wa kila namna. Mimi langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapahapa Simulizi TZ. Jambo la msingi, usisahau kusubscribe chaneli yetu, ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi zetu na vipindi vyetu mbalimbali. Asante na kwa heri.